Na taarifa nyingine zinaarifu kwamba vikundi tofauti sitini na vinne katika kaunti ya Kitui vimepokea vifaranga 6,400 kutoka kwa idara ya mifugo ili kuinua biashara zao za ufugaji wa kuku. Katibu katika idara ya mifugo Jonathan Mweke amesema mpango huo umeinua sana vikundi vingi vya kinamama humu nchini ma leo ni ile siku tulileta vifaranga kuhakikisha tumesaidia wafugaji wa hii area ya Kitui. Tuko na groups mingi zaidi hapa, zaidi ya sitini na nne ambao wanafuga kuku, na leo tumeleta vifaranga elfu sita na mia nne tukuwa tunasema kila group itaenda nyumbani na vifaranga eh, mia moja. Nimefurahia sana kwa kwa ajili ya PS wetu ametupa vifaranga e, nitaenda kuzitunza tutaenda kuzitunza kama kikundi, ndiposa tuwe na pesa mfukoni.